Maisha ya Beni yalibadilika ghafla hadi akahisi kama dunia nzima imeamua kumgeuka ndani ya usiku mmoja. Kampuni yake aliyojenga kwa miaka mingi ikafilisika kutokana na madeni makubwa aliyokuwa anamvizia kimya kimya kama fisi anayengoja mzoga. Wakamchukulia magari, nyumba, mashini za kazi, hadi vitanda ndani ya nyumba. Akaishia kubaki na mabegi mawili tu ya nguo na stori za maumivu moyoni mwake. Hakukuwa na mahali pa kukimbilia isipokuwa kurudi kijijini kwenye kipande kidogo cha ardhi alichoachiwa na wazazi wake, mahali ambapo hakuwahi kufikiria ataishi tena. Pamela mke wake hakuamini maisha atakayoishi sasa. Alitoka nje akitazama nyumba ya udongo iliyokuwa niachwa na miaka, akishangaa jinsi ambavyo maisha yanaweza kukushusha kwa kasi zaidi ya lift iliyoharibika. Hakumsemesha Beni mumewe hata neno, lakini macho yake yalikuwa na maswali elfu ishirini bila majibu yote, akimtuhumu mumewe kwa hasara na aibu waliyoipata. Siku zilivyoendelea, Beni alikubali ukweli na akaanza maisha ya kijijini kwa kubeba jembe na kulima shamba lao aliloachiwa urithi na wazazi wake ili wapate chakula waishi sababu maisha yalikuwa magumu sana na kupata hela ya kula sometimes ino shida. Lakini Pamela hakuweza kabisa hayo maisha. Yeye alikuwa ni mtu wa kulalamika tu kila siku. Hakuwahi kuyakubali maisha hayo hata kwa siku moja. Kila alipoamka na kuona nyumba ya udongo, jiko la makaa na kuoga maji ya baridi aliyochota kisimani, Roho yake ilimchoma kama moto. Kila siku alimsakama Beni kwa maneno makali. Wewe ndio umetufikisha hapa. Kama si uzembo wako, mimi nisingekuwa maskini wa kutupwa hivi. Na sauti yake ilisikika hadi kwa majirani waliokuwa wanajifanya wasikii. Beni alijaribu kutabasamu, lakini ndani yake aliungua kama mtu aliyefunikwa na moto wa kuni. Siku moja mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi. Hakuna chochote alichokula siku nzima, na Beni akaamua aende sokoni kununua angalau maharage na unga walau apate ugali wa usiku. Alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini natumaini kuwa mke wake ataelewa hali yao. Lakini Pamela alipoyaona yali maharage, uso wake ulijikaza dafla kama mtu kaona kitu cha kuchukiza sana. Beni, hivi umenifikisha hatua hii? Ugali maharage? Hivi unajua nimetoka wapi mimi? Unajua nilivyozoea kuishi yako? Kwa hiyo hii ndoto yako kwa, kwa familia yako? Alifoka hadi machozi akamtoka kwa hasira badala ya uchungu. Alipiga mkono ukutani na kuingia ndani huku akitupa mikoba yake sakafuni, na Beni akabaki nje akiwa ameduaa akishangaa kama kweli huyu ndiye Pamela aliyemmoa kwa furaha na upendo miaka iliyopita. Usiku ule Pamela hakulala hata kidogo, alikuwa anageuka upande mmoja hadi wengine kama kitanda kimejaa miiba, akiguna, akijisemea, akilia kimya kimya huku Beni akimsikia, lakini hana cha kufanya. Hakuwa analia kwa sababu ya kupoteza mali, alilia kwa sababu ya lifestyle yake ya kishua imeporomoka hadi sifuri. Beni aliangalia dari akijiuliza kama kuna siku angeweza kumrudishia maisha aliyoyazoea, lakini ukweli ulipiga moyo wake kama nyondo. Hakuna kitu cha haraka, aliwaza kuhusu mtoto wao mdogo, akajiuliza kama Pamela ataweza kustahimili maisha haya bila kuathiri mtoto, lakini jibu halikuonekana popote. Pamela hakuweza kuendelea kuvumilia akaanza kufikiria namna ya kutoroka maisha ya kijijini. Alitoa cheti chake cha elimu kwenye sanduku lake akakifuta vumbi lililokuwa limekaa kwa miezi, na akaanza kuandika maombi ya kazi mjini. Kila siku alianza safari ya kwenda mji wa karibu kwa bodaboda, kuvaa nguo zake mbili za heshima alizoficha, akijaribu kuomba kazi hata kama ni ya kawaida, ili arudi kwenye maisha ya town. Beni alimpa sapoti kila hatua akimwambia Mungu atafungua njia, Pamela, endelea tu kutuma maombi. Lakini Pamela hakumpa hata tabasamu la shukrani. Baada ya miezi miwili ya kuhangaika huku na kule, simu kutoka kwa kampuni moja mjini ilipiga. Pamela almost akazimia kwa furaha, lakini furaha ile haikuwa ya familia, ilikuwa ya kukimbia maisha ya udongo aliyokuwa akiyachukia. Akamwambia Beni kuwa ameitwa kwenye interview. Beni alifurahi kupita maelezo akamkumbatia mwanamke wake kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi akibubujikwa machozi ya matumaini. Pamela hakumkumbatia kurudi, alijitikisa tu kama mtu aliyebanwa bila hiari. Interview ilienda vizuri kupita maelezo. Baada ya wiki moja tu, Pamela alipigiwa simu kuwa amepata kazi rasmi wakati akimwambia Beni aliangalia pembeni tu ili asionekane kama anafurahi kupita kiasi, lakini ndani ya moyo wake alifurahi kwa sababu yake binafsi, sio kwa sababu ya ndoa yao. Akamshika Pamela mkono akisema, hii kazi ni mwanga wetu mpya. Maisha yanaenda kurejea ya Pamela tunaenda kutoka. Lakini Pamela aliangalia mbali, akitamani siku ile iishe ili aanze maisha yake upya bila mzigo wa umaskini wa Beni. Siku ya safari ilipofika, Pamela alipaka nguo zake nzuri tu alizokuwa nazo zamani, na akaziacha zile za kawaida alizovaa kijijini kama kumbukumbu mbaya. Beni alimsindikiza hadi kituoni, huku akiwa na tumaini la dhati kwamba baada ya mwezi ataenda kuishi pamoja mjini kama familia. Ukishapanga nyumba hii, hata ya kawaida, niite nije na mtoto, alimwambia kwa sauti ya upole. Pamela akamjibu kwa kuguna tu Tutaona kwanza, Beni. Acha nipate mazingira. Alipofika mjini na kuanza kazi, maisha yake yalibadilika ghafla. Ofisi ilikuwa nzuri, watu wa mjini waliovalia nadhifu walimzunguka, na kwa mara ya kwanza alisahau kabisa nyumba ya udongo nyuma yake. Siku zilipita, lakini kilichoanza kumtafuna ni tabia ya bosi wake aliyeitwa Mr Chike, aliyekuwa anamtazama kwa jicho la tamaa kila siku. Mr Chike alianzia mbali akimpa compliment zisizo na maana akimnunulia lunch, akimpa lift mpaka Pamela akajua wazi kabisa anachotaka hii. Mr. Chiki alimwambia Pamela, kama ukinikubali utaishi maisha ya ndoto zako, wewe ni mwanamke mrembo sana, ya kupasa uwe na mwanaume kama mimi wa hadhi yako. Pamela alitabasamu tu pale na akumjibu kitu chochote. Siku moja jioni, akiwa chumbani kwake mpweke Pamela alikaa kitandani akishika ya simu yake akitafakari maisha yake, akaangalia picha ya Beni na mtoto wao, halafu akajifuta machozi kwa mkono wake. Akajiambia, Beni hawezi kuwa tajiri tena, maisha aliyoyashindwa huko nyuma hawezi kuyarejesha, mimi siwezi kubaki maskini kwa sababu ya mwanaume. Ndani ya dakika chache tu, moyo wake ukakata tamaa, akaamua kufanya uamuzi unaogeuza historia yake yote. Kesho yake alipoingia kazini, alienda ofisini kwa Mr. Chike, akaweka begi mezani, akamwangalia moja kwa moja machoni, kisha akasema kwa sauti ndogo lakini yenye uzito, nimekubali bosi alitabasamu kwa upana, akasimama, akapiga kofi hewani kama mtu aliyejua tayari atapata alichokuwa akitaka. Haikupita saa moja tu, Pamela akapandishwa cheo, akaongezewa mshahara na akaanza kuona future mpya inayoangaza mbele yake, future ambayo beni hakuwepo. Siku chache tu baada ya kupandishwa cheo, Pamela alianza kuzoea maisha mapya ya mjini kiasi kwamba alijiona kama mtu ambaye maisha yamempa kibali maalumu. Mr. Chike alimpa zawadi ya gari jipya la kifahari, na siku ya kukabidhiwa alijisikia kama dunia imesimama kwa ajili yake. Alikamata funguo na kutabasamu mbele ya wafanyakazi wote wakimshangaa kwa wivu na mshangao wa waziwazi. Ndani ya moyo wake alijipa sifa akisema, sitawahi kurudi kwenye maisha ya umaskini tena. Hakumkumbuka tena Beni wala mtoto wao. Alibadilisha hata namba ya simu ili asisumbuliwe na sauti yoyote kutoka nyuma ya maisha aliyoyaacha. Kadiri siku zilivyoendelea Pamela aliishi maisha ya kifahari kuliko walivyowahi kufikiria. Alinunua nguo mpya kila wiki, akawa anatembea na marafiki wapya wa mjini, akila vyakula vya bei ya juu, akikaa hotelini kwenye vikao vya kifahari, na akipost picha zinazowauma moyo wafanyakazi waliokuwa wakijiuliza ni siri gani aliyokuwa nayo hadi kupata hivyo vitu. Kila mahali alipoingia watu walibadilisha mienendo. Walimwangalia kama mtu mwenye nguvu na uwezo. Hata wale waliokuwa kimya kazini walimchukia kimya kimya kwa sababu ya namna alivyopanda ghafla juu, lakini Pamela hakuona chochote nyuma yake. Moyo wake ulijaa kiburi kuliko mara ya mwisho. Upande wa pili kijijini, Beni aliendelea kupiga simu kila siku, akitafuta majibu akijipa matumaini kuwa labda Pamela yuko bizi kazini. Alipoona simu zake zote hazipokelewi, akaanza kupata hofu ya ajabu, akijiuliza kama mke wake yuko salama, kama amepata ajali au labda anateseka. Hakuwaza hata siku moja kama angeweza kumsahabu kwa kudhamiria. Kila usiku alikuwa anakunja mikono na kumwomba Mungu amtunzie mkewe na kumrudisha nyumbani salama, lakini simu zingine ziliendelea kuwa kimya na kimya hicho kilimuuma kama kisu. hatimaye Beni alikata tamaa ya kusubiri. Akafunga safari kwenda mjini kumtafuta mke wake, akaomba lift kwa lori lililopitia kijijini, akamfunga mchocho mgongoni na mizigo michache aliyokuwa nayo. Baada ya safari ndefu na ngumu, wakafika mjini wakafikia kwa rafiki yake wa zamani ambaye waliwapokea kwa moyo mkunjufu. Siku ya kwanza alilala akiwa amechoka mno. Lakini usiku alishindwa kulala kutokana na mawazo ya Pamela, huku akiwa hajui kabisa atakuwa kwenye hali gani. Alijipa matumaini kuwa ataonana naye kesho yake. Beni aliamka mapema kama saa kumi na moja alfajili, akajiandaa kwenda kwenye kampuni aliyoambiwa Pamela anafanya kazi. Alifika kwenye jengo kubwa la kifahari, akapanda ngazi kwa hofu na heshima, akasimama pale mapokezi, huku akihema wa kwa wasiwasi. Dada wa mapokezi alimwangalia kwa mshangao kutokana na muonekano wake wa kijijini. Kwa sauti ya heshima, Beni alisema, samahani dada, ninamtafuta dada mmoja anaitwa Pamela, nimeelekezwa anafanya kazi hapa. Sijui naweza kuonana na Pamela, mke wangu? Nimetoka mbali kidogo. Dada wa mapokezi alimshangaa na kumuuliza, Pamela ni mke wako?" huku akicheka sana. Beni akajibu, ndiyo, kwa nini unauliza hivyo? Ah, hapana, nilikuwa nakuuliza tu basi yule dada wa mapokezi alichukua simu na kumpigia pamela bila shaka yoyote, lakini Pamela aliposikia ujumbe alitikisika kama aliyetupwa kwenye maji ya baridi. Pamela alikuja pale kwa hasira ya ndani, macho makali yakiwa yamejaa kuchanganyikiwa. alipomwona Beni, moyo wake ukawaka moto wa hasira. Hili masikini limefuata nini hapa? Alijisemea kimoyomoyo. Alitamani ardhi ifunguke imeze Beni. Beni alipogeuka akamwona, akatabasamu kwa uchungu wa upendo, akasema kwa sauti ya kuumia, Pamela mke wangu, ni nini kilikupata? Nimekutafuta sana. Lakini kabla hata hajamaliza sentensi, Pamela akamkatisha kwa sauti kubwa, unasema nani mke wako? Jiangalie kwanza, unaweza kuwa na mke kama mimi kweli? Unafanya nini hapa? Wafanyakazi waliokuwa karibu walitupa macho yao kwa mshangao, wengine wakaanza kucheka kimya kimya, wengine wakionekana kama wanashuhudia filamu ya ajabu. Pamela alimwangalia Beni kwa dharau isiyo na kifani, akasema tena, naomba uondoke hapa kabla sijakuitia walizi waje wakutoe. Wewe utakuwa umechanganyikiwa, acha kunifuata mimi, sio mke wako. Beni alibaki pale kama mtu aliyepigwa na umeme wa radi, uso wake ukibadilika kutoka tumaini hadi maumivu ambayo hakuna dawa inaweza kupunguza. Lakini kabla Pamela akiwa hajamaliza kumfokea Ghafla mlango mkubwa wa ofisi ukafunguliwa, Mr Chike, bosi wa kampuni na pia mchumba mpya wa Pamela, alitokezea kwa kasi akishika faili lake mkononi. Alipomwona Beni alishtuka kwa furaha ya kweli, kwa sababu walikuwa wanajuana zamani. Wakati Beni akiwa mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ana supply bidhaa nyingi sana kwa Mr Chike. Alipomwona akasema, Beni my brother, ni muda mrefu sana, vipi hali? wakakumbatiana kama marafiki wa zamani, huku Pamela akitetemeka kwa ndani kama mtu aliyekalia moto. Hakuelewa la kufanya, moyo wake ulitupa risasi za hofu kila sekunde. Mr. Chiki aliendelea kumuuliza, aisee Beni, mnafanyaje huku, mbona umetoweka muda mrefu? Beni alikosa maneno, lakini akaeleza ukweli wote, alivyofilisika, alivyopoteza kila kitu pamoja na mahangaiko yote Mr. Chiki alimwonea huruma sana, akamshika begani akisema, mwanangu, sijali nitakusaidia, mtu kama wewe kutupwa hivi haiwezekani. Pamela kwa sekunde ile aliona dunia ikizama, kwani hakuwahi kumwambia bosi wake kuwa ana mume na mtoto. Alisema mbele ya ofisi nzima kuwa hajawahi kuolewa na hana mtoto hata mmoja. Baada ya mazungumzo marefu ya huruma, Mr. Chiki alitamka kwa sauti ya furaha Aise Beni, unajua huyu hapa ndiye shemeji yako, anaitwa Pamela, binti mrembo sana hapa. Beni aliposikia hivyo, alihisi kama kifua chake kimepigwa na bomu la mabomu yote kwa wakati mmoja. Alitabasamu kwa uongo mkali, akajifanya ameridhika, akasema hongereni sana kwa kweli mnapendezana, lakini moyoni kulikuwa na giza zito lilojenga mawingu ya maumivu na usaliti. Pamela naye alishindwa hata kuangalia macho ya Beni. Uso wake ulipanda joto kali la aibu, hofu na kitendo cha kujilaumu kwa sekunde chache. Baada ya muda mfupi, Beni aliamua kuondoka kimya kimya, bila kumwangalia Pamela wala kusema neno lolote. Aliaga kwa kushukuru tu na kutoka nje ya jengo lilo la kifahari, huku moyo wake ukivuja damu kuliko mtu aliyepoteza damu ya mwili. Hakutaka kumkosesha Pamela amani mbele ya watu hakutaka kumharibia maisha ambayo tayari ameyachagua kwa hiari. Siku zikapita na Mr. Chike bila kujua chochote akaamua kumsaidia Beni kwa nguvu zake zote. Alipoangalia faili za kampuni ile ya zamani, akagundua kuwa Beni alifilisishwa kwa makosa ya kudanganyishwa na wafanyakazi wake wa zamani. Kesi ikafunguliwa upya mahakamani na Mr. Chike akawa anajitokeza kama shahidi wa kumsaidia bila kujua undani wa ndoa yao Beni naye aliendelea kuonyesha utu. Hakuongea chochote kuhusu Pamela, hakumwambia Mista Chike kuwa ndiye mume wake halali, hakutaja mtoto wala hakusema chochote kuhusu yale aliyoyaona pale ofisini. Aliona haifai kumharibia maisha ambayo tayari ameyachagua kwa hiari, na ndivyo maisha yalivyoendelea, huku Pamela akiogopa siku ile siri tafichuka, Beni akiumia kimya kimya na dunia ikiwa imejiandaa kwa mshtuko mkubwa ambao bado haujatokea. Ila ukweli halisi kuhusu Mr. Chike ulikuwa tofauti kabisa na kile Pamela alidhani. Nyuma ya tabasamu lake, nyuma ya gari alilompa, nyuma ya cheo alichompa, kulikuwa hakuna hata tone mmoja la mapenzi ya kweli. Pamela hakuwahi kujua kuwa mahusiano yao yalikuwa ya muda tu, yalikuwa ni kivuli cha tamaa yake ya kufuata wanawake wa kupita pita moyo wake wa kweli ulikuwa umefungwa na msichana mwingine, mchumba wake wa miaka mingi aliyekuwa akisubiri amalize chuo ili amuoe hadharani. Siku msichana huyu alipohitimu, Mr. Chiki alifunga safari kimya kimya, akamwambia Pamela kuwa anasafiri kikazi kwa miezi mitatu, lakini ukweli ni kwamba alisafiri kwenda kufunga ndoa ya maisha yake. Pamela alibaki mjini akijiona kama malkia wa nyumba ambayo haikuwahi kuwa yake kabisa. Baada ya harusi kufana kwenye nchi nyingine, Mr. Chiki alijikuta anashikwa na hofu kwamba Pamela anaweza kusababisha shida kama akigundua ukweli. Hivyo alipopata muda alimpigia Pamela simu akiwa ugenini na akamwambia ukweli wote bila huruma. Alisema kwa sauti butu, nimeoa, naomba nikirudi nisikukute kwenye nyumba yangu. Na hapo hapo akamtumia picha za harusi yao. Pamela alitetemeka kwa mshtuko, roho yake iliruka tumboni kama imetolewa kwa nguvu alishindwa kusema hata neno akishikilia simu kama imebandikwa mkononi. Hakujua kama anapaswa kuwa na hasira, kulia au kuomba msamaha. Akili yake ilichanganyikiwa kuliko mawingu ya mvua. Siku aliyorejea M Chike nchini, hakuthubutu kwenda nyumbani kwanza. Aliogopa drama ya Pamela, aliogopa aibu mbele ya mke wake mpya, na akaamua kufikia hotelini kwa usiku mmoja alikuwa na hofu Pamela angefanya vurugu, angepiga kelele au angeanzisha kashfa ambayo ingetia doa ndoa yake mpya. Usiku huo alilala na macho wazi, akiwaza jinsi atakavyomtoa Pamela nyumbani bila kelele, akijiandaa na maneno kwenye akili kama mwanasiasa anayejifunza hutuba. Lakini hakujua kwa Pamela bado yuko pale Kesho yake Mr. Chike aliamua kwenda nyumbani mapema asubuhi. Akafungua mlango bila kutarajia kuwa atakutana na Pamela bado akiwa pale amekaa kitandani kama mtu aliyepoteza dira na maisha. Alipoingia tu, Pamela alimrukia kumkumbatia kwa hofu, lakini Mr. Chike alimsukuma kwa nguvu, kana kwamba anamsukuma pate aliyeiba chakula. Nilikwambia nikirudi nisikukute hapa, alifoka kwa sauti nzito. Alimfukuza nje kama ni mbwa wa mitaani akimwambia atoke haraka kabla mke wake mpya hajatokea. Kitu kilichomuumiza zaidi ni pale alipomwambia, kwa sasa kazi hauna tena, nafasi yako imechukuliwa, nenda utafute maisha yako kwingine. Pamela alibaki ameangalia sakafu bila nguvu, macho yake kijaa machozi, moyo wake ukipasuka kwa maumivu aliyoyajiletea mwenyewe. Ilibidi aachie nyumba na kuondoka. Siku hiyo Pamela alitembea mtaani kama mtu aliyepoteza kila kitu, nyumba, kazi pesa, hadhi, marafiki wapya, kila kitu. Alitembea bila kuelewa anaelekea wapi, moyo wake ukilia kwa sauti ambayo hakuna mtu angeisikia. Maisha ya kifahari aliyokuwa akiishi kwa nguvu za wanaume iligeuka kama kivuli kilichopungua taratibu hadi kutokomea. Alipopoteza kila kitu, wazo la kwanza lililomjia lilikuwa kumtafuta Beni. Alihisi kuna kipengele cha moyo wake kilichoanza kumtafuna kwa aibu, nilimfanyia nini mwanaume yule? Siku zilipopita alianza kuuliza watu waliowahi kumfahamu Beni kama walijua alipo. Hakujua kama maisha ya Beni yalishabadilika na Beni alipataga tena kampuni yake. Siku moja akiwa anahangaika, alipewa taarifa kwamba Beni ameonekana kwenye kampuni yake ya zamani, tena akiwa kwenye mazingira ya ajabu, kama mtu aliyetoka kwenye giza na amerudi kwenye mwanga. Pamela alishonga sana, moyo wake ukamdunda kwa nguvu. Amewezaje kurudi hapo? Inawezekanaje? Ameajiriwa tena? Hakutaka kuamini taarifa hizo bila kuona kwa macho yake mwenyewe. Hakulala usiku ule, alikuwa akiwaza alivyomdhararisha Beni. Je, atamkubali tena? Basi kesho yake mapema sana alifika ofisini kwa Beni huku akionekana ni mtu mwenye mawazo sana na aliyevaa nguo zilizochakaa. Alipofika ofisini, alimkuta Beni amevaa vizuri kuliko zamani, akizungumza na wafanyakazi kadhaa kana kwamba ana mamlaka fulani. Pamela alishindwa kujizuia, akaanguka magotini moja kwa moja mbele ya kila mtu, machozi yakimtiririka kama mvua ya masika. Alisema kwa sauti ndogo lakini yenye maumivu makubwa, "Beni, tafadhali nisaidie, nisamehe, nimekosea sana." Wafanyakazi wote walibaki kimya wakishangaa filamu inayoendelea mbele yao. Wakati Pamela akilia pale chini, ghafla mlango ukafunguliwa. Mr. Chiki akaingia kwa hatua za kifahari. Alishangaa sana alipomwona Pamela magotini akilia mbele ya Beni. Alishindwa kujizuia kuuliza, "Pamela, hadi huku umefika? Hii ni ofisi ya rafiki yangu. Unataka kufanya nini hapa sasa?" Kelele hile iliachilia ukimya mzito ofisini. Pamela alibaki kuhema kama mtu aliyekimbia mbio ndefu akijaribu kujifunika uso wake kwa aibu ambayo haikufichika. Ndipo Beni akaamua kutulia akavuta pumzi ndefu, kisha akamgeukia mista Chike kwa heshima, akamwambia kwa kifupi lakini kwa maneno mazito, nitaongea nikwambie ukweli wote ili uelewe. Beni akamwelezea kwamba Pamela ni mke wangu halali, tuliishi pamoja kwa miaka kadhaa na tuna mtoto mmoja. Ile siku nilipokuja ofisini kwako, nilikuja kwa nia ya kumtafuta yeye, sababu tulikuwa tunaishi kijijini na siku aliyopata kazi hapa hatukuwahi tena kuwasiliana niliulizia kwa watu ndo wakasema, anafanya kazi ofisini kwako. Lakini nilipofika alinikana kwamba mimi sio mume wake, na ulivyomtambulisha kama msichana wako, nilijua kabisa Pamela amenisaliti, hivyo sikutaka kabisa kuwaharibia mapenzi yenu. Aliongea yote kwa utulivu, bila kumdhalalisha Pamela mbele ya watu. Kila mtu alikaa kimya kama amegandishwa. Mr. Chiki alishika kichwa chake kwa aibu na mshtuko. Alisema polepole, "pole, nisamehe Beni, sikujua hata siku moja, sikujua nilidhani hana mtu." Beni aliinua mkono wake kidogo kuonyesha ishara ya amani, akasema, wewe hukukosa, hukujua, wewe kuwa na amani, maisha yanaendelea. Kila neno lilisogea kama dawa ya kutuliza hasira ya mtu aliyejeruhiwa moyoni. Mr. Chaik akaamua kuondoka pale kimya kwa sababu ya aibu na huruma. Ofisini walibaki watu wawili, Beni na Pamela. Ukimya ulikaa kati yao kama ukuta mzito wa giza. Beni alimwangalia kisha akasema kwa sauti tulivu, siwezi kuongelea haya hapa, twende nyumbani. Pamela alikubali kimya kimya, akavuta pumzi nzito kama anayejisalimisha kwa hatima yake. Walipofika nyumbani, mtoto wao mdogo alipotoka nje na kumwona mama yake, alikimbia kwa nguvu kama mtoto aliyemwona malaika. Pamela alikumbuka ghafla kuwa huyu ndiye mtoto aliyemwacha kwa tamaa zake. Alianguka chini akimshika mtoto wake kwa nguvu, huku akilia zaidi kuliko mtu aliyewahi kupigwa moyo. Beni alisimama nyuma yao akivuta pumzi ndefu na kusema kimoyomoyo, familia yangu inanihitaji. Beni aliamua kumsamehe mke wake. Alimnyanyua taratibu, akamfuta machozi, akamwambia kwa sauti laini, yamepita, tuanze upya Sio kwa sababu ya urahisi, bali kwa sababu ya moyo. Pamela alilia zaidi kwa uchungu, akijua amepewa nafasi ambayo watu wengi hawapati. Usiku ule familia ililala katika nyumba yenye upendo uliorejea polepole pole. Na huu ndo unakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Je, ungekuwa wewe Ndombeni, ungemsamehe mkeo na kurudiana naye au ungemwacha na yeye aonje ugumu wa maisha? Tafadhali usisahau kulike video hii, kucomment, kushare pamoja na kusubscribe kwenye channel hii. Tukutane tena next time. Bye bye.